Karibuni sana, tunauza vitenge kwa bei ya jumla na reja reja kama unavyoviona, hizo vitenge Duanas cotton havichuji wala havipaui. Unapatikana Kariakoo, mtaa wa Raha, opositi na wenye mahoteli. Umuzetu ni nafuu kabisa

na hapo unaweza unazika slishuti si wakitumia kwenye WhatsApp yetu au ujumbe, na tunafanya delivery kwa Dar es Salaam, umechagua vitenge unavyohitaji vihitaji, unatoa pesa. Kwa mikoani, chagua vitenge unavyo vihitaji na kwenye WhatsApp akuzeni, unatumiwa mzigo wako

Sana akitaka vikauti tunapatikana Kariakoo mtaa wa Raha opo tuna onyama hoteli inahitaji kutupata, namba zetu ni 0622 837 581. Karibuni sana, tunapatikana Kariakoo mtaa wa Raha unahudumia vizuri kwa kama hivi unakufungia hivi kunakusafirishia koani, nakatoa oda hapo.